Aise kwema wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa YouTube channel ya Mtambala TV. Nafikiri ni wazima kabisa wa afya na pia mzima. Aise leo nataka tujifunze eh, cherehani ambayo haitoi uzi wa chini. Yaani unaweka bobi afu nakuta uzi wa chini hautoki. Hata kama una shona unakuta cherehani haishoni kwa sababu ya sindano haichoti uzi wa chini au haikamati uzi wa chini ili ilete juu ili cherehani iweze kushona. Sasa nakumbuka kuna siku nilifundisha somo hili lakini watu wengine wakasema bado unasumbua. Sasa shida nyingine ilikuwa ipo kwenye sehemu hii hapa. Utafungua hicho hapo eh, unaangalia ndani, ukiamua utakifungua kabisa chote mpaka kinatoka. Unaangalia hii cherehani hapo ilivyowekwa, ukizungusha gurudumu kama hivi, unaona kuna chuma kinacheza kinaenda juu kinarudi chini. Hicho chuma kina nati juu yake, lakini pia upande wa kule nako kuna nati. Sasa hizi nati zikilegea cherehani inaweza isichote uzi wa chini au isishone. Kwa cha kufanya utafungua hapo. Utazifunga hizo nati, kwa mfano hii hapo iwe imelegezwa nati. Kwa hiyo hapo haifungiki vizuri, basi unaenda kwenye tundu la kufungia, pale hapo juu kuna tundu ambalo limewekwa kwa ajili ya kuingiza bisibisi ili kufunga hizo nati na kuzifunga kama unavyoona hapo. Unafunga kwa hiyo nati ya upande wa hapo, na upande wa, wa, wa upande mwingine pia nao unaifunga kwa sababu ziko nati mbili upande wa huku na wa kule. Kwa utatumia tundu hilo hilo kufunga. Ukishafunga hapo, unakuta inakuwa imesha kaa vizuri. Ukisha kaa vizuri, unafunga nayo upande mwingine pia nao, ipo kwenye kichuma hicho hicho kimoja, lakini iko upande huku na huku, kwao unafunga zote, unazikaza vizuri e. Ukisha kaza hapo yani, lazima cherehani yako ifanye kazi vizuri. Kwa mfano hapa nipo kaza hapa tayari, hichi iko nasumbua yani, kuchota uzi wa chini. Sasa niwe kaza hapo tayari, hapa moja kwa moja naona ninavyo hivyo, shona mara moja tu, uzi wa chini umeshafanyaje? Umeshatoka nje. Kwa hiyo hapo sasa hata nikienda kwenye meza yangu ya cherehani, cherehani yangu inapiga kazi kama kawaida. Kwa hiyo hiyo ndo njia nyingine mbadala ya kutengeneza cherehani ambayo haitoi uzi wa chini.